Ni kwa namna gani matangazo ya vyakula yanavyochochea ulaji wako. Mimi ni Edna Ernest na hapa niko na afisa lishe kutokea hapa hospitali ya wilaya Makete. Karibu Beda Mnuka, afisa lishe kwa hospitali ya wilaya Makete. Tuanze na mtu akisema lishe bora anamaanisha nini? Lishe bora ni kitendo ambacho e, kiumbe hasa hapa tunazungumzia binadamu anajipatia vitubishi vinavyopatikana katika mazingira yake na namna vinatumika mwili mwake kumletea e, mahitaji mbalimbali ya mwili wake. Na matangazo ya vyakula yanaweza kumshawishi mtu kula hicho chakula kilichowekewa kwenye hayo matangazo badala ya chakula kingine. Kazi ya matangazo ni, ni kuchochea e, jambo fulani. Hilo jambo likiwa zuri kwa lishe atap, mlaji atapata kitu bora, ila likiwayo baya au likiwa potoshi hilo tangazo, basi yule e, mlaji atapata kitu ambacho si sawa, nio. Kwa hiyo e, matangazo yakiwa mazuri, basi yatashawishi e, e, mlaji kupata e, lishe bora. Kama matangazo yatakuwa na upotoshi, manake e, mlaji atapata e, lishe ambayo si bora huweza ukakuta matangazo mengine yanahamasisha kula chakula fulani ambacho kinaweza kikawa na sukari nyingi au mafuta kupita kiasi. Sasa kwa hivyo vyakula vina madhara gani kiafya? Kama tunavyoona katika mazingira yetu, kuna matangazo mbalimbali mbali ya vinywaji baridi e, vinywaji e, changamshi vya maisha ya vyenye vilevi na kadhalika. E, kwa hiyo haya matangazo yanaweza kumchochea mtu kula e, vyakula ambavyo havim, havimletei lishe bora mwilini mwake mlaji huyo. Matangazo haya yanaweza yakamfanya mtu asile vyakula vinavyotakiwa, kala vyakula vyenye chumvi nyingi, vyakula vyenye mafuta mengi, na hatimaye kupata madhara kiafya, au kutopata lishe inayotarajiwa na kwa upande mwingine, kuna mbinu mbalimbali mbali ambazo zinatumika katika kuleta matangazo hayo ya vyakula, huenda ni kwa vijana au kwa watoto. Maana kwa upande mwingine vijana ndio wanahamasika sana kula vyakula kutokana na matangazo hayo. Sasa kutokana na hayo matangazo je, vijana na watoto wanaathirika vipi ikiwa tu matangazo ya vyakula husika hayachochei lishe bora, matangazo ya vyakula yanavyokuwa ya kupotosha mwisho wa siku eh, katika kwa watoto katika, katika kundi la watoto maake, tunaweza tukapata udubavu kwa sababu mtoto atapenda vyakula vyenye sukari nyingi au chumvi nyingi na kukosa vyakula vinavyomsaidia eh, kupata lishe bora katika umri wake. Vijana nao pia hivyo hivyo eh, vijana wanavyovutiwa na, eh, na unywaji wa vilevi eh, au vinywaji vingine changamshi ambavyo haviwasaidii ka eh, sana katika afya yao wanapata madhara ya kutokuwa na afya bora na wao, kwa sababu ni kundi la watu ambao he, ni li, li, li, kundi ambalo wanahusika na uzazi he, he, watoto wengi wana, wana, we, wanazaliwa na watu wenye umri m, mdogo kuanzia ya miaka kumi na nane na kwenda na mbele. Kwa hiyo vijana hao kama hawatakula vyakula vyenye lishe bora kutokana na matangazo yanayopotosha basi hata watoto wanaenda kuzaa kuza, E, wanaenda kuwa watoto wasio na afya bora hatimaye kusababisha e, udumavu kwa watoto na hata wao wenyewe kutokuwa na e, uwezo wa waku, kuzaa watoto ambao wenye afya njema. Je, yeah. Kuna njia ambazo zinaweza kusaidia kuepusha sasa hiyo shida ya kuweza kusababisha watu kula hivyo vyakula ambavyo havina lishe iliyo bora kwa asilimia kubwa. Sasa tufanye nini ili kuweza kuepukana na hicho kitu? E, njia bora ya kufanya ni kupata elimu bora kama ambavyo nyinyi hapa, e, Green FM, mnakuja mna kunihoje mimi mtaalamu wa lishe, maanaisha mnaje kupata elimu sahihi juu ya juu ya vyakula ya, ya, ya sahihi ambavyo, e, au milo sahihi ambavyo watu wanatakiwa kupata. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kutoa elimu e, kutoa elimu kutokana na kupata elimu kutoka kuto, kuto katika njia sahihi, kama hapa hospitali au huko katika jamii ambako mafsarishi wanatoa elimu au e, wahudumu wahudumu ngazi ya jamii au wahudumu katika vituo wa vyetu vya afya wanavyotoa elimu sahihi ya afya, wanasaidia wana kuhakikisha jamii inapata elimu sahihi ya, ya, ya, ya, ya, ya mlo sahihi au ya vyakula sahihi ambavyo vitawasaidia katika mazingira hayo kupata E, mlo kamili na hatimaye kuepukana na, na athari za matangazo potoshi yatayopelekea mwisho wa siku kupata vyakula ambavyo havi, havisaidii kiafya yao au vina vitawadhuru baadaye hawa vitawapa afya inayotakiwa katika mazingira yao. Ah, sera ya umma inazungumzia vipi sasa kuhusiana na hayo matangazo yanayohamasishwa kuhusiana na vyakula mbalimbali mbali? Sera ya umma kuhusu matangazo ya vyakula inasitiza watu wasi e, matangazo yasitolewe katika njia ya kupotosha, ndipo ndo maana hata katika e, watu wanaofanya biashara wanaouza vinywaji na na kadhalika, wanatakiwa wathibitishwe na shirika e, wa, wa, wa la viwango Tanzania, TBS, ambao pia wanadhibiti e, matangazo yale matangazo yao na, na namna yote wanaofanya kwa, kwa kisha wana E, wana wanatangaza matangazo yao huwa inadhibitiwa na shirika la viwango Tanzania. Wanadhibiti e, vipeperushi wanadhibiti e, nembo za bidhaa, na pia tusahau, kama, kama tunakumbuka tuna, tuna kwamba huwa mara nyingi huwa e, matangazo hayo yanatolewa kwamba e, vitu kama e, vyenye vinywaji vyenye vilevi hawataki kupewa watu chini ya miaka kumi na nane. Kwa hiyo taarifa kama hizo ni taarifa ambazo zinadhibitiwa serikali, inahakikisha ina, ina, e, kwamba taarifa potoshi za kuhusu vyakula haziwafikii jamii, na pia hao watu wenye vi, viwanda sasa au wenye bidhaa hizo wengi wanatakiwa kudhibitiwa e, na shirika la viwango Tanzania, hivyo kuepukana na hiyo changamoto.